Nyota wa kikosi cha RS Berkane kutokea kule nchini Moroko, sijui maumbo na nyuso zao zitakuwa zinatafsiri nini kwa kile kinachoonekana na kile wanachokiamini kwenye mioyo yao, lakini tunachoamini ni kwamba maandalizi yao kuelekea fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, licha ya yote hapo wanakwenda kuhitimisha yale mazoezi ya kikanuni. Karibu tena katika dimba la New Amaan Complex hapa visiwani Zanzibar. Hawa hapa wawakilishi wa nchi ya Morocco wako hapa tena kumenyana dhidi ya wawakilishi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lunyasi wekundu wa Msimbazi, Simba. Inawezekana magoli mawili waliyoyapata kule katika uwanja wa manispaa ya Berkane yakawa hayawatoshi. Kabla ya kuanza kwa mazoezi, ni wakati wa shura, tunaita shura ama kikao kidogo, wakijadili kuona namna gani ambavyo kama si dua, basi ni mjadala mdogo wa kutafsiri kile wanachokwenda kukutana nacho. Wao wenyewe wanajua simba waliokutana nayo Moroko pengine itakuwa tofauti zaidi na simba watakayokutana nayo hapo kesho, na hii ni kwa sababu kocha Falurahman Davis yeye, kiongozi mkuu wa benchi la ufundi la kikosi cha wekundu wa msimbazi Simba, aliwaambia rasmi kwamba hawajutii kuto kupata goli, bali hawa mabwana wanapaswa kuyuta kwa nini hawakupata goli la tatu. Tafsiri ya, kiko, ya kauli hiyo itakwenda kuonekana hapo kesho katika dimba hili hili la New Amaan Complex. Usahau kwamba Lunyasi mpaka wanaingia katika hatua ya fainali goli la Jean sha yahua katika uwanja huu huu ndio ambao liliwapeleka fainali. Sasa wako hapa tena kwenye kampeni si ya kusonga mbele bali ya kuhitimisha mashindano. Na hitimisho lenyewe ni la kuona namna gani ambavyo wanabakisha kombe katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jukumu wanalo wao wekundu wa Msimbazi, Simba. Lakini haya ni maandalizi ya mwisho wa mpinzani wao RS Berkane kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Tuko hapa kuletea taarifa, ripoti, habari na matukio yote kuelekea kwenye mchezo huo, kabla na baada ya mtanange huo unaotaraji kuanza kesho majira ya saa kumi alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.

amara dakika zetu kumi na tano anazitumia kwa kukimbia kimbia.